Kiboko TV. Ziwa Nyasa lina samaki aina nyingi sana za mapambo. Tuna aina karibu elfu moja na mia tatu za mapambo ambazo zinapatikanika katika kando kando ya Ziwa Nyasa. Aina nyingi sana za samaki ambazo zipo katika hili ziwa ni samaki ambao wanapendwa zaidi kwenda nchi za Ulaya ya yeah, China, huko Ulaya, Amerika Huwa ndio wanapendelea sana samaki wa mapambo wa Ziwa Nyasa. Zana tulizokuwa nazo ni ndogo na labda kama tutawezeshwa vijana, tunaweza tukafanya vitu vizuri, lakini kwa sasa hivi kutokana na hali yetu ilivyokuwa duni na, na zana na nini yani vinakuwa uwekezaji wake ni mdogo sana yani. Yani ni wakusuasua kutokana na zana tulizokuwa nazo, chakuomba serikalini kwamba watu waangalie waweze kutuwezesha mikopo waweze kuwezesha vifaa vya kisasa tuweze kuendeleza uvuvi na biashara yetu. Tunawakaribisha watu, ninapozungumzia fursa za uwekezaji, kuja. Tuna fukwe nzuri sana hapa. Mimi maziwa yote hapa nchini kwetu nayafahamu, imeshafika na fukwe zake nazifahamu yote, Victoria, Tanganyika wapi, yote. Lakini fukwe iliyoko hapa Nyasa ndiyo inayoongoza kwa uzuri na ubora inafaa ni nzuri sana kwao, tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza kwenye mahoteli, na unaanza kuona wageni jinsi ambavyo wanakuja weekend huku kwetu Mbamba Bay kwenye ziwa huku kwa ajili ya kuja kupumzika, kufurahi. Wanakuja vikundi mbalimbali, familia wanakuja. Kuna uanzishaji wa vizimba, na yenyewe ipo kwenye ilani ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba, yameanza majaribio yameanza ziwa Victoria katika ilani hii na ziwa Nyasa. Baada ya ziwa Victoria ambayo ni eneo la majaribio, sasa maeneo mengine kwenda ziwa Nyasa huku kwetu na maziwa mengine yaliyopo katika taifa letu, lakini na sisi tupo kwenye hiyo program ambalo ni jambo kubwa. Hiyo, hizo ni mambo ambayo ndio tunayoyahitaji kwa ajili ya kutusaidia kuweza kukua, kuinua uchumi wa maeneo haya, kuinua biashara ya maeneo haya ya ukanda huu wa Ziwa Nyasa, ikiwemo maeneo ya kwetu hapa ya Kiboko.